Simba wanajua, wala usifikiri hawajui, kwa sababu wana idara ambayo ni nzuri sana katika kufuatilia. Kocha Faru Davis mzuri sana katika eneo hili. Walipocheza dhidi ya, kwa mfano, RS Berkane, RS Berkane waliwasoma Stellenbosch. Manake hapa naongea RS Berkane kwa sababu gani? Ukifuatilia mpaka sasa wale mabwana wamefunga goli saba, wameruhusu kumi. Simba imefunga mabao kumi imeruhusu sita. Kuruhusu mabao kumi, unaweza kuchukulia labda timu ambayo labda inaruhusu sana. Ina misleading, inapotosha. Katika mechi walizocheza mechi nane, mabao manano, wameruhusu katika mechi dhidi ya RS Berkane. Waliruhusu vipi? Hapa Simba inaweza ikawa starting point ya kuanzia. Walipocheza mechi ya kwanza, Nadhani walicheza mechi ya kwanza katika zile mbili. RS Berkane waliwasoma tayari vizuri vya kutosha Stellenbosch. Unajua kwa kisasa pale uwanjani tunaenda kukamilisha. Yaani kile tunaenda kufanya Yanga na Stand United leo hii ni kukamilisha kazi ambayo imerudi na benchi lake, kukamilisha kazi ya Masudi Juma, Stand United na benchi lake walifanya. RS Berkane ni wakubwa sana. Sasa hivi kutoka Simba kwa ubora wanaofuatia ni RS Berkane. Wanacheza na timu ambayo wepesi kulinganisha na wao ya Stellenbosch. Lakini walipocheza waliamua wawaachie mpira. Stellenbosch wajanja hawakuumiliki huo mpira. Matokeo yake RS Berkane wakamiliki mpira 57%. Nini walichofanya RS Berkane? kubwa lakini, tazama karakta walizozionyesha, waliacha wachezaji wawili tu nafasi kwa stand, tunasema average position wawili pale mbele, mmoja anaitwa Osama Limlui mwingine anaitwa Riyad, eh, Imad waliobaki wote wachezaji wa, wa RS Berkane walikuwa nyuma, yaani nyuma ya mstari wa kati wa uwanja. Kwa lugha nyingine, ungeweka kwenye mfumo mfumo wa kuchekesha ni moja nane mbili, matokeo yake Arsenal, uh, Stellenbosch wakiwa na mali sio wazuri sana. Hawajui kutunza mali. Ndio maana mpaka wameshapoteza katika mechi nao. Wamepoteza mipira 1116. Wastani wa mipira 139 katika kila mechi. Arsenal, Berkano, wanayafahamu haya. Walipoachia hivyo, unajua kilichotokea. Stellenbosch walikula tano bila. Mechi ya marudiano wakawaachia possession. Stellenbosch wako nyumbani, no way, wakamiliki mpira. Unajua alimiliki asilimia ngapi? Asilimia 61, wakiwa RS Berkane asilimia 39 mechi nzima, wow. Stellenbosch walipiga mashuti manane, mawili on target. RS Berkane walipiga mashuti 15, 6 on target, matatu kamba wakawafunga tatu moja. Si umeelewa vizuri? Nakutajia mfano mwingine kabla sijahitimisha na Zamalek. Kuna timu inaitwa Stade Malien katika kundi. Stade Malien walivyoenda kucheza na Stellenbosch mechi ya kule South Africa, wakaingia kwenye mkenge kwenye kingi ya Stellenbosch ambao dakika za mwanzo wanakuachia mpira umiliki wewe, wakamiliki mpira asilimia 53, sawa. Lakini mpaka mechi imeisha, Stade Malien walipiga mashuti 13, nne on target, hawana goli. Stellenbosch walipiga mashuti takriban 19, 11 on target, mbili bila, wamekufa. Umeelewa vizuri? Zamalek, Zamalek katika mechi ya robo fainali wakaenda kucheza dhidi ya kocha Peseiro, wakaenda kucheza dhidi ya Steve Barker kule South Africa, kama kawaida wakawachia mpira. Zamalek ni timu kubwa. Wakati wanaenda kucheza mechi wao ndio timu ya nne kwa ubora barani Afrika. Sasa hivi ni Simba, maki sichanganyi. Na hapa nazungumzia viwango vya CAF. Wengine tutawavuruga kwa sababu ushasikia kwa mfano ee, viwango vingine. Viwango vingine vile mashirikisho mengine kama IFFHS, yani shirikisho la historia ya mpira wa mpira, la historia mpira wa miguu na takwimu. Mimi nazungumzia CAF ambao ndio custodian wa mpira wa miguu. Walipoenda Zamalek wakaupiga mwingi wakamiliki asilimia 55. Matokeo yake mechi imeisha Zamalek wamepiga mashuti matano kwa sababu ule mbinyo wa kina Ishmael Olivier Toure, mbinyo wa kina Tabo Moloisane, wa kina Godi kazi wa kina Fawaz 37. Lakini mpaka mwisho wa mechi wakafungwa moja bila. Walifungwa vipi? Ule mtego wao wa kuachia mpira mpaka mapumziko, Stellenbosch walikupiga mashuti matatu yote off target mpaka mapumziko eh. Akafanya mabadiliko dakika like 45, akafanya mabadiliko dakika like 60, aliwatoa wafuatao, alimtoa aliyeonekana ni wingo wa kushoto anaitwa Genino Palace, akamtoa badala yake akamuingiza mwamba mmoja mfupi mfupi fundi sana, tutakuja kumshuhudia anaitwa Chumani Busaka, fundi sana upande wa kushoto. Akamtoa kuna mtu anaitwa Devin Titus upande wa kulia, akamtoa Ashley Kupido, striker wake, akamwingiza Sanele, Sanele Banz, akamtoa Andre Dijon, mchezaji wa kimataifa kutoka New Zealand, hapa akamwingiza kuna mtu anaitwa eh, Komojo Komojo eh, Leo Kolan Komojo Leo Kolan, majina ya South Africa.